Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Mpendwa wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mimi Imani Oscar Katana nikikukaribisha katika mkate wa asubuhi siku hii ya leo. Karibu na tujifunze pamoja neno la Mungu. Na tuombe. Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru, ninakuinua, ninakutukuza kwa ajili ya asubuhi njema. Nibariki neno lako, na mbariki mwanao huyu anayelisikiliza neno hili kwa damu na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu yako na uweza wako Bwana udhihirike katika maisha yetu fadikabidhi mikononi mwako Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mpendwa wangu, nina kukaribisha sana katika kipindi hiki cha mkate wa asubuhi, na asubuhi ya leo mkate wetu tunaomega kutoka kitabu cha Zaburi sura ile ya tisini nitasoma mstari wa kumi na mbili hata ule mstari wa kumi na tano Zaburi sura ya tisini mstari wa kumi na mbili hata ule wa kumi na tano. Neno la Bwana linasema utushibishe basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ee Bwana, urudi hata lini? Uwahurumie watumishi wako. Tushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote utufurahishe kwa kadri ya siku ulizotutesa kama miaka ile tuliyoona mabaya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mtunga Zaburi anazungumza maneno haya ya kwamba, Bwana utujulishe, utufundishe kuzihesabu siku zetu, ili tujipatie moyo wa hekima. Wakati maisha yanaenda vizuri, wakati maisha yanaenda vibaya, wakati maisha yanaenda vile yaendavyo, kuna wakati tunajisahau. Kuna wakati waweza kudhani tabu, shida unayopitia ni ya kudumu, lakini kuna wakati pia waweza kujisahau kwamba furaha ulionayo ni ya kudumu lakini nataka tujifunze kwa mtunga Zaburi ambaye anasema, Bwana nifundishe kuzihesabu siku zangu. Yamkini niko mahali pazuri pa kuheshimika, lakini sintakaa hapo milele. Kama vile nilivyoingia siku moja, iko siku moja mlango huo huo nitatokea. Ofisi uliyopo leo, mahali uliyopo leo, nyumba unayoishi leo Nisikilize, mtu wa Mungu, Bwana akufundishe kuzihesabu siku zako. Faida unazofanya leo, faida unayopata leo, haitadumu milele, haitakuwepo siku zote. Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu kusudi tujipatie moyo wa hekima. Anaendelea mstari unaofuata, anasema: E Bwana, utushibishe asubuhi kwa fadhili zako. Mpendwa wangu, Mungu wetu na fadhili zake ni mpya kila siku asubuhi. Bwana akisha kukufundisha kuzihesabu siku zetu, basi kila siku asubuhi utaianza na kuipokea kama mpya hata kama jana mambo hayakwenda vizuri, hata kama mambo hayakwenda vile ulivyopanga, lakini nayo habari njema ya kwamba siku yako vile vile ilivyokuwa vile vile ilivyokuwa ndivyo ambavyo Bwana anasema atafanya asubuhi. Fadhili zake Bwana ni mpya kila siku asubuhi. Haleluya! Katika jina la Yesu Kristo, sijui jana yako ilikweje, juzi yako ilikweje, maisha yako yalikweje, lakini habari njema nilizonazo asubuhi ya leo ni kwamba ninamhubiri Mungu ambaye yeye hutushibisha mema, hutushibisha kwa fadhili zake kila siku asubuhi. Bwana akushibishe asubuhi ya leo, Bwana ashibishe asubuhi ya leo nafsi yako, ione ne mema macho yako yaene mema. Penye umande wa nchi pawe ndiko mahali pako, penye manono ya nchi pawe ndiko sehemu yako. Bwana akutendee mema na moyo wako ukafurahi. Mstari wa kumi na tano anasema, utufurahishe kwa kadri ya siku ulizotutesa. Haleluya. Kwa kadri ya siku ulizoona mabaya kwa kadri ya siku ulizoumizwa, ulizochubuliwa, kujeruhiwa na kuteseka, neno la Mungu linasema basi, Mungu anao uwezo wa kukufurahisha vile vile ulivyoteseka, vile vile ulivyohuzunishwa, ulivyohuzuniswa, vile vile ulivyoumizwa moyo, ndivyo Bwana akapate kukufurahisha. Vile vile ulivyotwezwa, ndivyo Bwana akakukweze. Vile vile ulivyoumizwa, ndivyo Bwana akaachirie furaha ndani ya moyo wako, vilevile uliolia ndivyo Bwana akakupe kicheko. Maana ni Mungu ambaye kama vile tulivyoteswa ndivyo anavyoweza kukufurahisha. Akufurahishe yeye aketie juu, akufurahishe yeye aketie kwenye kiti cha enzi, uzungukwe na mema, ukaone yaliyo mema, katika jina la Yesu Kristo. Unapotoka asubuhi ya leo kwenda mahali mahali, miguu yako ikaongozwa na Bwana, hatua zako zikaongozwa na Bwana, ukaone mema, usione mabaya, uendako ukafike salama, utafutacho ukakipate, unaoenda kukutana nao ukapate kibali machoni pao. Bwana akakufungulie malango na hazina zake za gizani, Bwana akakutende mema katika siku ya leo, Mungu akakuinulie nuru za uso wake na akakufadhili mkono wa Bwana utendao miujiza, mkono wa Bwana utendao makuu uende pamoja na wewe katika kila hatua ya maisha yako unayoyaendea. Nguvu zake aliye juu na azikufunike kama kivuli. Ninakubariki kwa jina la Bwana, ninakubariki kwa jina la Mungu wa majeshi. Ninabariki kazi yako, ninabariki uzao wako, ninabariki watoto wako, ninabariki kila ulifanyalo. Bwana akakufanikishe, Bwana akakupe kicheko katika jina la Yesu. Usipungukiwe na kitu, maana Bwana ndiye mchungaji wako. Ninakutakia baraka katika siku ya leo, ninakutakia baraka za Mungu, na uwepo wa Bwana likawe ndilo fungu lako. Nenda ukiwa umebarikiwa, nenda ukiwa umefurahi, nenda ukiwa na kicheko. Kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninayatia muhuri maneno haya. Yamekwisha kuwa sawa na nilivyoyatamka, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Barikiwa. Amen.